Kulima leo nimekuletea changamoto moja ambayo kimsingi imekuwa ikituatesa wakulima sana. Hii changamoto tunasema ni changamoto gani? Ni ushauri usio na uhalisia. Hiyo ni ya kwanza, afu ya pili ni matumizi mabaya ya namba, tunasema economics is about numbers. Kiangalia shughuli zote sui za kilimo sui biashara sui, ni vitu ambavyo vinahitaji namba, mtu unajua hesabu. Sasa kuna ushauri umekuwa ukitolewa kimsingi, mkulima akienda kutekeleza anafeli, hauna uhalisia. Na uhalisia mara nyingi unakosekana wapi? Ni kutokana na namba au tunasema hesabu. Shughuli za kiuchumi bila hesabu huwezi, ndio maana tunasema economics is about numbers, lazima uzijue namba vizuri, na ndio maana hata nchi au tunasema wanavyosema, wanavyotaja pato la nchi, au wanasema uchumi wa nchi umepanda, umeshuka, wanaangalia ni namba zile wanakalkuleti, kwamba umeshuka kwa asilimia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ngapi, pointi ngapi, au umepanda kwa asilimia ngapi, pointi ngapi? Is about the numbers. Sasa ambacho kimekuwa kikifanyika, kwa mfano, nakupa mfano mmoja labda, kuna ushauri unakuta mkulima anapewa kwamba uh, kilimo cha kilimo cha matikiti maji, hii otamelon, kwamba ni kilimo rahisi, kambo kilima ni kosti kidogo tu unapata una, una faida labda wanaweza kakwambia kwa eka moja unapata hadi milioni mbili wakati kosti ulizotumia labda unakuta ni laki tano. Lakini ukija kwenye uhalisia unaweza ukakuta unatumia hiyo kosti za kuzalisha ukatumia milioni moja afu faida au tukasema ukajkatoto leveny kile kipato wakati, sasa umemaliza kuzalisha umeuza matikiti yako yote ukapata laki nane. Kala sara ikitokea mara nyingi. Sasa nataka mkulima huu ushauri mara nyingi, sio kwamba ushauri ni mbaya, ushauri ni mzuri unaopewa, ila lakini kuna kitu hawa wanakosa. Ni kitu gani nikukwambia mkulima kuhusu namba hayo mahesabu unavyoandaa plani nzima ya uzalishaji. Kama unataka kuzalisha, maana economic activities au tunasema shughuli yoyote ya kiuchumi, huwezi ukaifanya bila kukaa chini kuandaa plani. Lazima uwe na weki plan. Ukiwa na weki plan, hasa ile weki plan ina contain vitu vingi, lazima ina contain data zote ambazo zitatumika kwenye uzalishaji. Kama kwa mfano, tunashumu labda tunasema ni mkulima, labda analima mahindi lazima awe na data zote kuanzia kosti za kulima, mbegu, kupanda, kupalilia, kuvuna, kupiga mpaka kupakia, hadi storage, anatakiwa awe nazo. Sasa kinachofanyika hapa huwa tunasema, tunasema kuna kitu tunasema kuna variable input, tunasema ni vitu ambavyo mkulima utavitumia kwenye production la vinakuwa vinabadilika badilika, lafu kuna fixed input ni, ni nasema ni vile vitu ambavyo vinatumika kwenye production ila havibadiliki kama hali zikafao. Kama ulikuwa na eka moja, basi tabaki eka moja ile ile. Ila sasa tunakuja, tunaangalia hawa wanaotoa ushauri wanakosa vitu gani? Kitu cha kwanza ambacho anakifanya a ni, ni, ni, kushindwa kumpa mkulima uhalisia kwamba ile weekly plan ambayo anatakiwa aendae kwa ajili ya kuzalisha project fulani inatakiwa na vitu gani inatakiwa na cost zote, lakini sasa wenyewe wanakuja wanarahisisha kutokana nini? Pale katikati nakuta kuna mahesabu. Mkulima anatakiwa aka, akae chini mahesabu ya kiuchumi akalukuleti cost zote zitakazotumika, azijue, ajue leba, ajue hadi market, siku akija kuvuna atauzeje. Lazima vitu hawa anajua huyo mkulima, lakini sasa vingine atavijua hiyo. Nakuta ndo pale kuna hesabu, naweza kukuta kuna hesabu nyingine, hadi nasema zile hesabu nakuta kwadratiki mtu anatakiwa kukalkuleti, wakati ukiangalia uhalisia wakulima wengi, wakulima walio wengi ni wale tunasema wale baba zetu na mama zetu, ambao unakuta walishia darasa la saba. Kitu ambacho kukalkuleti log ajue, labda variable input zitumike kiasi gani, au cost nini, ni vitu ambavyo hawezi, unaona? Kwa sasa so kinachokuja kufanyika ni nini? Au watoa ushauri wana skip au wana bypass hiyo part wanamtajia tu key point, wakati wanaacha hizi pati za katikati ambazo nazo ni za msingi. Mtu anaweza akakwambia utazalisha mahindi, wanakwambia uwe na, uwe na labda uwe na kosti za kulimia, uwe na mbegu, uwe na mbolea, basi akaishia hapo, lakini akashindwa kukutajia kwamba kuna changamoto zinaweza zikatokea katikati ya production changamoto hizi unaweza ukakuta kuna pest and disease, hakukutajia. Inaweza ikatokea, tunasema seasonal change season, yani tunasema ni mabadiliko yanayotokea katikati ya msimu, ashumu ikatokea ukame, wakati mkulima alikuwa hajaambiwa kwamba ili uwe na uhakika wa kilimo unatakiwa uwe na irrigation system. Ni kitu ambacho hakuambiwa naona, na kuinstall ile irrigation system ni costi costs zinatumika. Haya, mkulima kuambiwa yeye anajua tu partial costs za juu juu, kwa hiyo inakuwa inapelekea wakulima wanafeli. Sasa mkulima ni kuambiwa kitu gani? Huyo anayekupa ushauri, hakikisha hicho anachokwambia, mwambie nipe list, ni document niangalie, niangalie kweli hivi vitu vinavyohitajika kwenye production nzima. Hicho kitu natakiwa niangalie cost zote, kuanzia mwanzo mpaka mwisho pasipo kuficha. Sasa wale huwa anaficha vitu vya katikati, au anashindwa kumwambia mkulima vitu vya katikati, maana mkulima kiangalia, hataweza kumudu, ni very cost. Naona kwa tunasema, wanakuwa kuna kitu wanakificha. Wangeweka wazi pale katikati, ili mkulima ajue kabisa hiki kitu, ili niweze ili niweze kuzalisha, nahitaji vitu gani hapa katikati, nikikosa kitu gani kinaweza kikatokea, hiki nikakosa alternative, nikafele Asa hizo alternative wa wawaambiwe. Naona kwa mkulima, nataka nikwambie unavopewa ushauri, sio kwamba ushauri ni mbaya, ushauri ni mzuri, ila hakikisha anayekupa ushauri amekupa data zote. Kama ni weki plani, ile akupe weki plani kabisa, ipitie uelewe, na we ujithibitishie kwamba e hey, kweli hii weki plani iloiona ni kweli inatosha ku, kukamilisha uzalishaji hiyo, mkulima itakufanya uepukane na hizi hasara ambazo hazitabiriki. s kama una swali, unaweza ukauliza kupitia hicho kisanduku cha kucomment, au unaweza ukasubscribe na uka follow pia, kama we ni mdau wa haya mambo ya kuhusu uchumi au tuseme shughuli za kiuchumi zinazomkabili yani mtu mmoja mmoja au tuseme microeconomics na dili na uchumi wa mtu mmoja mmoja, unaweza ukanifollow au ukasubscribe hapo, tukaendelea kushare mawazo.